Nataka utueleze leo hii furaha uliyonayo ni furaha ya nini? Ah, furaha kulingana na game tulijituma mpaka sasa hivi. Haikuwa rahisi ligi. Tulijikaza kutoka game ya kwanza mpaka sasa hivi. Tulijitolea tukajituma tukaweka nguvu zoezi, tukaunga mkono na maofisa wetu. Maana tumejikaza mpaka tumechukua. Waeleze watazamaji, hii timu inaitwaje na inatoka wapi? Hii timu inaitwa Fuwa. Na Fuwa ni EPZ pale Mzambarao. Mzambarao. Na wewe jeleze majina yako, nani na nawe nani katika hii timu? Mimi naitwa Ashim, kwenye timu mimi ni kapteni, ninapenda yeah. Ueleze ni safari gani nyote mlipotoka na mpaka hapa mmefikia mambo gani mmepitia, changamoto na mpaka leo mmeshinda ligi ya mtobapre? Eh haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kabisa, ilikuwa ngumu. Hii timu ilianza tim ilianza mwezi wa tatu. But tuliungana tukajitafuta mpaka travelers ambao tumepiga leo ambayo tumefunga leo tutushaipiga na. But leo tumekutana nao, tumewaosha kwa sababu si friend yetu ya mwisho liai, sisi na hao walituunga tu, wali mkono wakatuambia kuwa twaweza, miongoni waka mwa sponsors wa hii hii, hii ligi na hii kombe hii ni Halal Charitable Trust na Halal halali, ningependaje kuambia sponsors wote na sisi wengine cha kuambia, mimi nasema ni shukrani sana kwa kuunda hili hii mtu wa premier kwa sababu imeleta watu karibu, imeleta ile ile ile masuala kwa mtu labda aende vijiweni na nini kwa si vizuri, kila mmoja wao wana m na game tu, na huu mpira huu unasaidia nini vijana aswa, hii ligi ya ya ya mtu wa premier hii ligi ya mtu hapa inasaidia vipi vijana katika maisha yao? Inasaidia kwa mambo mengi sana juu, kwa sababu team labda mtu angeenda maskani hiyo tayari imetoka kwa sababu kutoka hapo ina game game zoezi na na na shukrani napata shuka kwa waliunga hii mtawaprima mpaka sehem ambayo imefikia. Maoni ya mwisho, ueleze vijana umuhimu wa kuja katika hizi game kucheza na vile vile, waambie wale wanaokusikiza maneno yako kutoka kwako. Mimi cha kuambia <laughs> tuzingatie tu mazoezi tutreni tupige goli fresh yani hivyo. Na wale wafadhili, wale wafadhili, na wazidi hivyo hivyo kutushika mkono. Mwaka ujao, ama season ijao, tutajitahidi hivyo hivyo, lakini nawaomba wazidi kutupandisha na soka unaje. Hii ni challenge. Je, season ijayo itabeba hivi hivi? Hatuwezi jua, kwa sababu kila timu lazima itajipanga season ijayo, lakini timu ni hakuna timu nyingine

Kwa majina mimi naitwa Godfrey Law na hapa ni majengo Kanamai ground. Ningependa uambie watazamaji, ukiwaangalia wa kamera, ni hisia gani ulizonazo hii leo baada ya kucheza game kama hii ya fainali? Kwanza nashukuru Mungu, game imeisha salama, maplayer wote wametoka wazima. Kwa kulingana na game nitasema ni competition, lazima mwisho wa siku kupatikane mshindi, na wasikubali kushindwa si mshindani, au sio? So tumekubali leo tumeshindwa, lakini ni uchungu zaidi kwa sababu pambano zima tumekuwa tukitop the league kuanzia from the word go, alafu tunafungua siku ya mwisho kikombe kinaenda so ni uchungu sana kwetu, lakini kushukuru Mungu, lazima mshindi alikuwa patikane katika mcan. Tupatie message moja kwa wachezaji wako, kama coach wewe unawaambia nini, kama unawaasi vipi, waendelee kucheza waendelee kuwa na morale, mara kwa timu nyingine waweza kashinda pia. Kulingana na mimi, nitasema kwanza congratulations kwa players wangu Nashukuru wameweza kucheza wameweza kujitolea mpaka mechi imeisha. Kikubwa kabisa nitawasihi wachukue mfano mzuri kwa opponent ambao tumechezana nao leo. Kulingana na wale tumechezana nao leo walikuwa na kitu kinaitwa team spirit, spirit yao iko juu, walikuwa radhi kukufa kwa ground ili kutafuta ushindi. Lakini kuangalia mchezo wetu sisi ulikuwa chini kwa sababu team spirit yetu ilikuwa down. So nitasema na nitawaahidi sana next time kwa kuwa na team spirit kubwa zaidi kuliko mchezo wao. Unaweza kuwapatia ushindi katika games zinazokuja. Kuna tofauti kubwa kati ya season hii na ile iliyopita kwa vile wamecheza. Eh, tofauti ni mkubwa uko sana kwa sababu sasa nikiangalia kulingana na ligi ya huu mwaka watu wameimprove kulingana na timu zote zimekuwa competitive. Ligi imekuwa competitive zaidi, kumekuwa na makontenda katika hiyo ligi, si watu walikuwa wanatafuta kucheza bali makontenda. So ligi imekuwa competitive na tumeshukuru kwa sababu kuanzia number 1 mpaka number 5 ni points watu wametai kumaanisha kila mtu ana hamu ya kuchukua kikombe cha mtoba Premier League. So ningependa waeleze watazamaji ama uwasihi wale vijana ambao wanapenda mambo na mpira ama wajihusishe na mambo haya ya mpira, ili waweze kutokana na zile mambo mabaya pale mtaani wanaofanya, pengine umuhimu wa sports. Nikiambia vijana, una umuhimu mkubwa, unalisha, unalea, unafanya mtu kupata bahati ya kutoka hapa na kwenda kwingine. So ningesi vijana wenzangu, wale wanapenda mpira na si mpira peke yake, hata sports yoyote. Ukiwa na talanta, jitoe mtaani, acha kukaa mtaani, jiingize katika viwanja vya michezo, tafuta mchezo mzuri, cheza ufike mbali. Tuachane na miadarati, maana yake haisaidii na kurudisha nyuma. So tuache genge, tuache vijiwe, tuache maskani, turudi uwanjani, tuje kwenye sports, tucheze maana yake wetu nisa inafanya watu wengine, ukiangalia kama travelers, mfano mkubwa ni mimi Ee, ni kampuni ile lakini kwa sababu nimecheza sports nimeweza kupata kazi naweza yeah, kulea familia yangu na nakuishakweli so, na kabisa kweli kabisa eh, ee, neno la, la mwisho katika wafadhili waliofadhili mchuano kama huu na ligi kama hii ungependa kupatia message gani kwao? Wazidi kuendelea na wazidi kuongeza nguvu katika a na tuwashukurani kwanza kwa komiti kubwa ya mtu hapa Premier League, tuwashukuru na msife moyo, hili changamoto matupatia hata sisi vijana na tuomba mzidi kutupatia changamoto hili hili ili kutupata viwanjani kila siku ili kuondokea mambo na miadarati so, muendelee kutusponsor zaidi na zaidi vile imekuwa mwaka huu. Next season ikuwe zaidi hapa. Tuwashukuru zaidi na zaidi na zaidi zaidi, hata azahatasii tutajitolea shukuru sana na thank you kwa kuja na sisi. Hii ni Halal Charity Tv na inshallah sisi ni one of the sponsors of activity. Pengine message moja mwisho tu kwa Halal Halal Charitable Trust Halal Tv Nawashukuru sana na muendelee na moyo huo huo, maanake mnakuza vipaji mtaani. Tunawashukuru sana, endeleeni na moyo huo huo na Mungu awazidishie wa asiwapunguzie hata mara moja, inshallah. Nawe boss wangu, majina yetu nani, na wewe ni nani katika hii timu, na hii timu ni gani? Eh, kwa majina naitwa Ben Ramos, naitwa Ben Ramos, timu ni fuhua na mimi ndio coach, head coach ah. Uh, wasemaje kuhusu mchuano wa leo na hisia mlizonazo za siku kama hii ya leo, nyinyi kuwa washindi wa ligi kama hii? Yeah, game haikuwa rahisi, na pia tumelan kitu kutoka kwa team Travelers ambao ni defending champion. Ukitazamia sisi ndio first season yetu hii, but the game ilikuwa poa, na pia tumehisi uzito wao, so kwa tuna fail, tutarekebisha. Ningependa uwaeleze vijana wa timu yako ama wale players wa timu yako wapatie ile morali manake season si sea. Leo hii ni ya kwanza, lakini kuna zingine bado zinakuja. Yeah, kwa upande wa vijana wangu naaminia zoezi lipo saiki, ni ile ile preso, ni ile ile, so bado tupo na tutakuwepo lengine. So, waeleze sponsors wa, wa mchono kama huu ikiwemo ndani Halaal Charitable Trust wapatie waeleze mambo gani waweze kufanya zaidi, ama katika kuwashukuru katika jambo kama hili la kuinua vipaji vya vijana. Okay, kwa wale ma promoters wetu okay, kwa football tunapata challenges nyingi. ukitagamia kama ufuhua tume train season nzima na ball moja. Ball ni best, so at least kuna facilities za team, tutazidi kuijenga zaidi. yeah, ume, umesema changamoto moja ya kuwa kuna boli pengine kuna changamoto zingine mnapitia, pengine watazamaji na watu atakaosikia video kama hii wataweza kuja kuwasaidia upande mwingine? yeah, changamoto ziko nyingi. Sasa ni viatu, viatu kwanza. Players, unapata mtu anacheza na sports player play kitu but naa make kwa sababu kiotunatumia inateleza, so at least kipata viatu hizo, equipment za mpira balls kwa wingi, yan itapendeza. E, Fuhua message yako moyoni na pia on behalf of wale wachezaji wako okay. Kwa mafans wa Fuhua naweza sema na appreciate sana, kama sio nyinyi tusingefika mahali hapa, mmekuwa na sisi and kwa players wangu spirit ni ile ile, haiishi mpaka iishe. Yani iko hivyo. Moto wenu watajii, watazamaji, moto wenu kama Fuhua wao mnasemaje? Moto wetu kama Fuhua tunasema trust the process. Kiswahili yeah. Ah. <laughs> uh, wangu so <laughs> Ningependa ujieleze, ujitambulishe, we ni nani ligiani, na cheo chako ni gani na wewe unahusika vipi na mchwano kama huwa leo? Mimi kwa majina naitwa Ali Amin Nase, japo watu wengi wanatambua kama Ali Sopra, na mimi ndio chairman wa Mtwapa Premier. Mtwapa Premier ni Premier League ambayo ilianza kutoka 2022 mpaka saa hii ni fourth edition, na tunapanga kuja kwa fifth edition. Kulingana na hizo edition zote, uweza linganisha vipi edition hii ya fourth na hizo zingine tatu zilizopita? Edition hii ya nne imekuwa bam bam, imeshika sana, imeshika roho za watu kwa sababu kwanza, viongozi wamejitokeza, charity organizations imejitokeza. Tuko na Bahajum, yani mama Aisha Jum, ameweza kutudonetia pesa ya kumpatia zawadi mshindi wa pili. Ukiangalia Uh, Halaal Charity Trust wameweza kutupatia fedha ya kuweza kununua kombe lenye thamani for the first time, na zawadi za mshindi top scorer na best uh, na best goalkeeper. Kwa hakika tunawashukuru sana hao charity, uh, Halaal Charitable uh, uh, organization pamoja na Bahajumu. Pia Mama Sophie Kombe ameweza kutupatia support, kutulipia viti Bwana Pide Hurricane yule msanii ambaye ni director wa music copyright pia ameweza kutulipia tenti, na kwa hakika community nzima imesimama nyuma yetu. Sajanad Institute ambao ni Mombasa Cement wametuletea juisi za kutosha ambazo vijana walikuwa hapa wamefurahi. Travelers Beach ambao ni partners wetu katika sports pia wametupatia maji ambao amefanya kazi nzuri na hapo awali walikuwa wametupatia mipira ambayo tumeweza kudoneti kwa organization kama kosa ya secondary school. Kwa kweli jambo hili, wewe kama kiongozi, lazima uko na watu chini yako ambao unapeleka naye jambo, pengine message yako kwa hawa watu, kama hawa unawaambia nini? Kwa hakika kamati yetu haiongozi na mtu, mtu mmoja, tuko na kamati kubwa pale tukiwa na bwana Burhan, ambaye yeye ndiye ndio organizing secretary. Mipangilio yote hii ameorganize trophies kupatikana. Tuko na Bwana Abuali ambaye ndio secretary wa mtoka premium. Tuko na Selemani Kazungu ambaye yeye ndio treasurer na amekuwa hapo. Bwana Selemani Kazungu kutoka mimi ni kijana nikisoma kule soma, wakati o akiwa Mombasa protekti ametusimamia kisport. Nampongeza sana Bwana Selemani Kazungu, Mungu ampe maisha marefu na afya. Lakini ujio ujio wa Halali Charity Trust umetupa moyo umetupiga jeki umetupa msukumo Ujio wa mama Aisha Juma wallahi Mungu ambariki katika ndoto zake za uongozi kwa kweli jambo hili linainua vijana kwa kwa empower unavyosema ah pengine message ya vijana ambao kwa kweli wangependa wajihusishe na mambo kama haya unawaambia nini vijana kama hawa vijana nawaambia waje kwa mpira wachezie timu zao timu mpya kama fuua imekuja juzi imeweza leo kushinda timu Travellers inacheza mpira hapa lakini wanaokota vijana wenye talanta wakiwaandika kazi pale shuleni kwangu Mtwapa Secondary ambao pia ni dona wa programu hii wameweza kuandika vijana zaidi mto Mondoni kule mtomondoni kule barani huko Kikambala wameandika vijana wengi kazi ambao wanacheza football tunataka kuwapatia kongole sana Travellers Beach Hotel kwa kusimama na jamii Eka, Check. Tunaomba mashirika na viongozi waje wawape sapoti vijana. Tunataka ligi ya mwaka ujao iwe ya laki tano laki tatu laki mbili kama vile inafanyika kule Kwale kwa Rashid Abdalla kweli okay, okay. hiyo ndio ilikuwa swali langu next kuhusu ligi ijayo, una maono gani kwa hiyo ligi ijayo ya ambayo itakuwa ni ya tano kama sijakosea? Maono yetu ni kuwa na ligi bora yenye fedha za kisawasawa, yenye vifaa vya mpira na pia tuweze kutengeza timu ya mseto ambayo itaweza kuchukua vijana, kuwapatia exposure kule Nairobi, kule Dar es Salaam, kwa timu kubwa kubwa kama Yanga, vipawa vyao vijana viweze kuandika kazi, kulisha familia zao. Tunashukuru timu kama Vita Owens eh, fuhua Revolution Ashton wameandika vijana na wameandika kazi wanacheza, hilo linafaa kuigwa kila kweli kabisa. Kweli hapa, katika hizi timu zote umezitaja, wapatie uh, message wao wote kwa ujumla na vilevile vile wale fans wao, maana jambo hili alingeweza kama hawana fans. Maana nimeona kumekuwa na watu wengi leo. Kwa hakika nguvu za maji ni maro, timu zetu 25 zimeonyesha upendo wa soka na kujitolea, mbali nakuwa hawana fedha, lakini timu zinatembea hawana pesa za participation lakini wanajitahidi. Mungu awapatie subra na mwaka kesho wawe na kakesho, uwezo wa kulipa na Mungu awape zawadi, tupate mdhamini na ambaye atatoa zawadi nyingi kama vile Mama Aisha Juma aliyetoa mipira yote kwa timu zote te maneno yako kuntu kwa moyo wako kabisa, ukiwaeleza wote wanaotazama video kama hii iwe ni wachezaji iwe ni wazazi wa wachezaji iwe ni wazazi wa ujumla, vijana wazee, na umati wote wanaotazama video kama hii. Asante sana nawaambia the public. This is the time for the youth. Community, please support community sports. Support Mtopa Premier so that we nurture talent. We promote talent and the talented boys reach far. Hivi karibuni tuna launch ligi ya wasichana inaitwa Ufuoni Ladies Premier. Pia tayari ligi ya vijana Ufuoni uh, under 13 years inaendelea na Ufuoni under 15 years inaendelea. Nawambia vilabu, asanteni sana kwa kutuamini. Maana bila nyinyi sisi tungekuwa hapo na tunasema Topa Premier yetu sote. Asante sana.